Mgombea ubunge wa jimbo la Siha kupitia chama cha wananchi CUF mkoani Kilimanjaro, Daudi Tuyehihabi ameuawa na wananchi baada ya kudaiwa kumchoma mwenzake kisu Abdul Muhamedi wakati akiamua ugomvi wa mgombea ubunge huyo na kijana mwingine ambaye waliyekuwa wakidaiana fedha kwenye grocery inayouza vinywaji. Kamanda wa polisi mkoani Kilimanjaro, Simon Maigwa amesema tukio hilo limetokea jana usiku Oktoba 7 mwaka 2025, katika kijiji cha Kilingi wilayani Siha. Kufuatia tukio hilo, watu wanane wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani humo kwa tuhuma za kujichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia mgombea ubunge huyo na kumsababishia kifo. Kamanda Maigwa amewataja wanaoshikiliwa kuwa ni Hamadi Isa Muhamedi, Alfonsi Kinyaha, Rizki Amediusi, Franki Paulo Lutindi, Shedrak Emanueli, Jeremia Mkondo, Zainabu Elisha na Isa Muhamedi. Aidha, kamanda Maigwa amesema bado wanaendelea na uchunguzi wa tukio la kuuawa kwa mgombea ubunge huyo. Mauaji hayo yametokea Oktoba saba saa moja na dakika 30 usiku katika kijiji cha Kilingi, Sanya Juu, baada ya mgombea ubunge huyo ambaye sasa ni marehemu kumchoma kwa kisu tumboni na kusababisha utumbo kutoka nje. Abdul Isa Muhamedi, mkazi wa Kilingi, amesema kamanda huyo Ameongeza kusema kuwa Mohamed bado anaendelea na matibabu hospitalini, na inadaiwa sababu za kuchomwa kisu ni kitendo chake cha kwenda kuamua ugomvi uliozuka kati ya Daudi Wilibadi Tuyehabi ambaye ni marehemu na Hamadi Isa Mohamed wakati wanakunywa pombe kwenye grosari, kutokana na kudaiana fedha.